Yes, mambo? Poa sana. Eh, ukoaje? Ukoaje oh, madam? Madam Kirukajia, uko poa? Huh? Eh? Hiyo ni jina gani unaniita niita wewe? Kirukajia unajua nini? Kwa nini nimeleta shida? Mbona unanitusi? Si ni mbona kiruka njia pale? Kwa ni kuruka njia sio vibaya? Kuruka njia ndio kiruka njia. Kuruka njia ni jina mbaya sana, ni kama kuita mtu malaya. Malaya. So, malaya na kuruka je, inakuanga wapi? Ni okay, nimekuja kuongea hiyo mm. Eh, nimekuwa na mama yako uko kwa ushirika na baba yako, leo alikuwa anahubiri. Nimekuja, nimekuja, umetoka ama ulikuwa unaenda wapi sasa? Kwa, kwa nini nini sasa? Sasa juzi nilikwambia maneno yako mimi sitaki. Mbona unashinda ukinifuatafuata? Nilikwambia niko shule na ndio tunafanya mtihani. Shida ni kuwa niko na surprise. Kwa nini mimi naninanatota na mtoto wako? Eh, ni kweli, lakini sasa nauza miwa, miwa. Eh. Sini sawa. Sasa nitakula aje. Si ati miwa, so. Si ati niko na kibada pale ya kuuza miwa. Nimeuza miwa, niko na shamba Kakamega, ambayo zenye tunauzanga miwa. Na hiyo si ni yako, tunauzanga miwa. Na, na mimi nanikujia wapi? Uelewi ama ni, ni, ni, ni nini uelewi hapo? Miwa ikiuzwa kuna na pesa mingi. Iko na pesa mingi. Shule Kwani ama usikii? Na plasi maneno nashinda ukiniambia ni wewe nilika babangu Ah, baba yako ni mzee kuniliko na miezi sita, na sasa hata baba anajua na mana notice, sijaambia baba yangu si, lakini leo kama utazidi hivyo, mi ntaenda kumwambia. Okay, tufanye hivi, umeenda Mombasa? Si ah, ah. No, no, no. umwaye umwaye, panda ndege sijawahi, lakini sasa mi niko shule, nitaenda aje basi babangu atani ata nyonga, na mimi siwezi taka kukubali maneno yote, kwa sababu wewe ni mzee, wewe ni kama babangu, halafu unaniambia vile maneno kama hiyo. Na mimi sijui sasa sa maneno kama hiyo, so unaniambia nini? Wikendi moja? Hapana, ni... hmm. sa utaenda so, kusema, lakini usiseme taniangalie, kama kuna kitu naweza kupatia Si mimi mimi si niambie vitu kama hizo na hiyo siku nyingine nilikuambia tusudu kuniambia vitu kama hizo, na kama, na leo kama umerudia maneno, naenda kuambia babangu, mtaonana na yeye na mnajua mnaenda kachama pamoja, naenda kuambia baba. Sasa utamwambia aje? <laughs> <laughs> Eh? Pole basi I was joking. gwä tigä ra mbona au wä rerete na thä naoanaw nimekuwa uko kwa gari yako kwa beach, indio maisha mazuri. kona unaniambia nitafurahia siku zote, hata mwaka mmoja ijaisha. Sasa pesa zote zimeisha, halafu milioni mbili niliambia dadi na, na mama nimeenda kuolewa. Sasa hii hmm, ni maisha gani sasa? We usijali, niko na hata unaona, hiyo ingine hiyo miwa ingine, huwa inachukua six months, miezi sita itakuwa tu iko sawa, lakini si, si, si ume tu na kukataza na mimi nikakukubali. Sasa hebu uona, tutaanza kutarudia tena maisha ya si shida. We usijali, lazima tungangane, hakuna shida.

mimi haikatai, wiki kama haijaiva hiyo, lazima tugoje miezi sita. Sikate kipande nusu uuze. Sasa so tutakaa hmm? hivi kama gari imekaa hmm? hapo karibu mwezi mzima, hata bila kufanya service. Sasa hii gari hata nafikiria vile tutaenda. Hapana, mimi hmm? gari yangu isiuzwe hii gari hmm? nataka kuenda service iwekwe gearbox. Sasa mwezi mzima sijatembea na gari, natembea na miguu, kwa, kwa, kwa barabara kama Hmm? Na unajua ati mimi ni bibi ya tajiri. Atayabia mbibu kama mifugo. Lakini usijali unaona vile mambo inakuanga. Lakini we na jo umeenjoy. Maisha umeenjoy ama uja enjoy? You enjoy it or not? Yes or, or no? Sama tu nili enjoy. Maki hmm. Sasa unana ijianda muda mrefu kudu. Hmm. Uzo kata shamba, kata kipande moja ya shamba uuze. Hava nikona, nikona plan. Ama tupigie baba yako. Nani? Hmm? Upigie dadi simu. Umwambie umekidnapiwa. Atume milioni moja. Tumwambie uh-huh. Mm, umekidnapiwa. Alafu ni hapo nyuma wakati napiga simu na kugonga kofi ndio asikie ni serious. Na wewe ni wewe ndio utajiweka kwa mashaka kwa sababu hmm. Anajua wewe ndio ulienda na wewe. Atakutafuta ata, ata ata, kuuza nini? Kwa nini ulimwambia? Kwa nini ulimwambia? Si anajua. Aje. Si aliambiwa na mama waitu. Kwa nini ule ukumbuki tukikutana na mama mdhoni? Si ndio alienda kumwambia, na najua venye huyo mama anakuwa na mshene. Kwa hivyo wanajua tuko naye, si ndio? Hata ile siku alinipigia simu, alinisomea sana akiniambia, najua kwenye niko kimetura kitu kama hapa ni, atakutafuta. Na unajua mzaa yako na do anaweza hongana hata uwawe. Sasa nikuulize, kusema ukweli, mbona ulinifuata? Nini ulikuwa umekosa kwenu? Sasa hmm, ni maswali gani unaniuliza? Wewe unajua tu vizuri, mara ngapi nikikukataa. uh, so unajua tu vizuri. Nikukataa mimi mpaka ni ni niache hmm, shule. So unajua vizuri niko na familia. Na wewe ukikuja hmm, kunitongoza huko unajua ni mimi niko na hmm, nasoma na nilikwambia mara ngapi ninasoma uka insist. Usianze kuniletea. Tunaenda kukata kipande kimoja cha damu. Hapana, <coughs> kuna msemo inasemanga hivyo. Ni usianze kuniambia maneno kama kuna msemo inasemanga, inasemanga. fibo ya bali. Ayu inyoka.